watenda tenda na kampuni moja nilikuwa napeleka mahindi mwaka elfu mbili na kumi na saba kwa kipindi hicho nilikopa benki mkopo wa milioni sitini na tano nikapeleka mahindi kama tripu tatu nne wakanisitisha wakati ile tenda nilinunua kwa dalati hela nyingi sana nikijua ni tenda endelevu labda naweza nikafanya hata mwaka mzima lakini nifanya mwezi mmoja ile tenda ikaonekana mradi umefungwa malipo tunaanza kulipwa mwaka unaofuata, na nimekopa benki ya NMB, NMB natakiwa kulipa marejesho kila mwezi. Kweli nilipitia vipindi vigumu sana sana, na ushukuru moyo wangu ni mstahimilivu. Nilipita kwa tabu kwa sababu sijawahi kuchagua kazi, yaani pale nilifanya kazi yoyote. Mimi na mume wangu tulikuwa tunafanya kazi yeyote ili mradi tupate mia mbili tuweze kulipa marejesho. Tunamshukuru Mungu tulipita. Binadamu binadamu binadamu yeyote lazima upitie vipindi vizuri, lazima upitie vipindi vigumu, na ndio maana kuna asubuhi, kuna mchana, kuna jioni. Mchana jua ni kali sana, jua kali la mchana ndio vipindi vigumu kwenye maisha. Kwa hiyo kwenye maisha ya utafutaji, huwa nasikitika sana nikimwona mtu amejinyonga. Usijinyonge, maisha yapo hata baada hata nje yayo madeni, kuna maisha. Mungu aliyekuumba na jua na sani yako, hata upite vipindi vigumu, yaani ukitazama kwa umakini, utauona mwanga wa mafanikio. Yaani hiyo changamoto unaweza ukaitumia vizuri, ikageuka kuwa fursa. Kwa hiyo tu, ni waasi wenzangu, yaani unapokuwa na madeni usikate tamaa ya kujiua. Wewe angalia kwamba huu mlango kipindi kimejifunga, ni wapi naweza kupata riziki. na duniani vya kufanya ni vingi, watu wasijigredi Yaani shida ya watu wanajiblemi kwamba yeye alikuwa anafanya kazi za mtaji milioni mia. Akiona ameshuka kwenye milioni moja anafikiria kujiua. No no. Wasijiue. Kwenye ile ile milioni moja anaweza kainuka, akawa na hela nyingi kuliko alizowahi kuwa nazo mwanzo. Cha msingi wasikate tamaa. Sio kwamba tumetoka kwenye bilioni moja umebakiwa na mtaji wa milioni tano, unaona jamii itamtazamaje? Ah, hayo ni mawazo mafini. Maisha yakishuka shuka nani? Yatakupandisha tena. Kuja na kushoka. Tools Manufactures.